Bora zaidi ya yako. Je, maisha yako katika Kristo, maisha yetu katika Kristo anatutia nguvu. Ibudu na Mungu atatusaidia kuelewa na kuwa na ufahamu amina. Praise God. Maisha yenu katika Kristo yanawapeni nguvu? Je, mapendo yake yanawafarijini Je, yeah. Mnao umoja na Roho Mtakatifu na kuoneana huruma na kusikitikiana ninyi kwa ninyi, basi ikamilisheni furaha yangu kwa kuwa na fikira moja, upendo mmoja, moyo mmoja na nia moja. Msifanye chochote kwa moyo wa fitina au kwa majivuno ya bure, mwe na unyenyekevu ninyi kwa ninyi, na kila mmoja muone mwenzake bora kuliko yeye mwenyewe. Pasiwe na mtu anayetafuta faida yake mwenyewe tu, bali faida ya mwenzake. Mwe na msimamo ule ule aliokuwa nao Kristo Yesu Aminu. Yeye kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu, bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi, akawa sawa na wanadamu, akaonekana kama wanadamu. Alijinyenyekeza na kutii mpaka kufa, hata akufa msalabani. Kwa sababu hiyo, Mungu alimkweza juu kabisa, akampa jina lililo kuu zaidi kuliko majina yote, ili kwa heshima ya jina la Yesu viumbe vyote mbinguni, duniani na kuzimu vipige magoti mbele yake na kila mtu akiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Wapenzi wangu, nilipokuwa nanyi mlinitii daima, na hata sasa niwapo mbali nanyi, endeleeni kutii. Fanyeni kazi kwa hofu na tetemeko, kwa ajili ya ukombozi wenu, kwani Mungu ndiye afanyaye kazi daima ndani yenu na kuwapeni uwezo wa kutaka na kutekeleza mambo yanayopatana na mpango wake mwenyewe. Fanyeni kila kitu bila kunung'unika na bila ubishi, ili mpate kuwa watu safi wasio na lawama, kama watoto wanyofu wa Mungu wanaoishi katika ulimwengu mbaya na uliopotoka. Mtang'ara kati yao kama nyota zinavyoliangaza anga, mkishika imara ujumbe wa uzima, na hapo ndipo nami nitakapokuwa na sababu ya kujivunia katika siku ile ya Kristo, kwani itaonekana dhahiri kwamba bidii yangu na kazi yangu havikupotea bure. Hata ikiwa nitatolewa mhanga pamoja na imani yenu iliyo dhabihu kwa Mungu, basi nafurahi sana na kuwashirikisha ninyi nyote furaha hiyo. Hali kadhalika nanyi mnapaswa kufurahi na kunishirikisha mimi furaha yenu katika kuungana na Bwana. Ninalotumaini kwamba nitaweza kumtuma Timotheo kwenu hivi karibuni, ili nitiwe moyo kwa kupata habari zenu. Sina mtu mwingine ambaye kama mimi atawashughulikieni kwa moyo. Wengine wanashughulikia tu mambo yao wenyewe badala ya kuyashughulikia mambo ya Yesu Kristo. Ninyi wenyewe mwafahamu jinsi Timotheo alivyo thabiti; yeye na mimi, kama vile mtoto na baba yake, tumefanya kazi pamoja kwa ajili ya habari njema. Kwa hiyo natumaini kumtuma kwenu mara nitakapojua jinsi mambo yatakavyoniendea. Yes. Na ninatumaini katika Bwana kwamba nami pia nitaweza kuja kwenu karibuni. Nimeona sinabudi kumtuma kwenu ndugu yetu Epafrodito, ambaye ni mwenzangu kazini na vitani na ambaye ni mjumbe wenu aliyenisaidia katika mahitaji yangu. Anayo hamu kubwa ya kuwaoneni ninyi nyote, na amesikitika sana, kwani ninyi mmepata habari kwamba Alikuwa mgonjwa. Naam, alikuwa mgonjwa hata karibu kufa, lakini Mungu alimuonea huruma, na si yeye peke yake, ila na mimi pia, ili nisipate uchungu zaidi. Basi nataka sana kumtuma kwenu, ili mtakapomuona mpate kufurahi tena, nayo huzuni yangu itoweke. Mpokeeni basi kwa furaha yote kama ndugu katika Bwana. Mnapaswa kuwastahi watu walio kama yeye, kwani alihatarisha maisha yake hata karibu kufa kwa ajili ya kazi ya Kristo, ili aweze kunipa mimi msaada ule ambao ninyi wenyewe hamkuweza kunipa. Praise God so, so, uh, kata mwilini watu waliotahiriwa kikweli ni sisi, si wao, kwani sisi tumwabudu Mungu kwa njia ya roho wake na kuona fahari katika kuungana na Kristo Yesu. Mambo ya nje nje tu hatuyathamini. Mimi pia ningeweza kuyathamini hayo mambo ya nje, na kama yupo mtu anayefikiri kwamba anaweza kuyathamini mambo ya nje, mimi ninayo sababu kubwa zaidi ya kufikiri hivyo. Mimi tahiriwa siku ya nane baada ya kuzaliwa kwangu. Mimi ni wa taifa la Israeli, kabila la Benyamini, mwebrania halisi. Kuhusu kuizingatia sheria, mimi nilikuwa mfarisayo, na nilikuwa na bidii sana hata nikalidhulumu kanisa. Kuhusu uadilifu unaopatikana kwa kuitii sheria, mimi nilikuwa bila hatia yoyote. Lakini hayo yote ambayo ningeweza kuyafikiria kuwa ni faida nimeyaona kuwa ni hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, wala si hayo tu, ila naona kila kitu kuwa ni hasara tupu kwa ajili ya jambo bora zaidi, yaani kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Kwa ajili yake nimekubali kutupilia mbali kila kitu, nimeyaona hayo yote kuwa ni takataka ili nimpate Kristo na kuunganishwa naye kabisa. Mimi sitaki tena uadilifu unaotokana na kuitii sheria. Sasa ninao ule uadilifu unaopatikana katika kumwamini Kristo, uadilifu utokao kwa Mungu na ambao unategemea imani. Ninachotaka tu ni kumjua Kristo na kuiona nguvu ya ufufuo wake, kushiriki mateso yake na kufanana naye katika kifo chake, nikitumaini kwamba nami pia nitafufuliwa kutoka wafu. Sijidai kwamba nimekwisha faulu au nimekwisha kuwa mkamilifu. Naendelea kujitahidi kupata lile tuzo ambalo kwalo Kristo amekwisha nipata mimi. Ama kweli ndugu zangu, sidhani kuwa nimekwishapata tuzo hilo, lakini jambo moja nafanya: nayasahau yale yaliyopita na kufanya bidii kuyazingatia yale yaliyo mbele. Basi nimo mbioni kuelekea lengo langu, ili nipate lile tuzo ambalo ni mwito wa Mungu kwa maisha ya juu kwa njia ya Kristo Yesu. Sisi sote tuliokomaa katika maisha ya Kikristo tunapaswa kuwa na msimamo huo huo, lakini kama baadhi yenu wanafikiri vingine, basi Mungu atawadhihirisheni jambo hilo. Kwa vyovyote, tusonge mbele kadiri ya zile kanuni ambazo tumekuwa tukizishika mpaka hivi sasa. Ndugu zangu, endeleeni kufuata mfano wangu. Tumewapeni mfano mwema, na hivyo wasikilizeni wale wanaofuata mfano huo. Nimekwisha waambieni jambo hili mara nyingi, na sasa narudia tena kwa machozi. Wako watu wengi ambao ni adui wa msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni motoni, kwani tumbo lao ndiyo Mungu wao. Wanaona fahari juu ya mambo ambayo wangepaswa kuyaonea aibu. Fikiria tu mambo ya kidunia. Lakini sisi ni raia wa mbinguni na twatazamia kwa hamu kubwa mkombozi aje kutoka mbinguni Bwana Yesu Kristo. Yeye ataibadili miili yetu dhaifu inayokufa na kuifanya ifanane na mwili wake mtukufu kwa nguvu ile ambayo kwayo anaweza kuviweka vitu vyote chini ya utawala wake. Wafilipi. Zingatia mambo na kuyashughulikia mambo yale ambayo tunayafurisha na Biblia kuhusu Kristo Yesu. Tumpende Mungu kwanza na tuwapende wale wengine sawasawa na vile tunavyojipenda amina, ili kwamba tuyaona bora yale ambayo tuliohusishwa nawayo kupitia Mungu, kupitia Yesu Kristo kutokana na Mungu mwenyewe. Amina.